Kongo na huku wote ni kali. Ila shida tu ni mvalio. Mvalio wa Kongo na wa huku ni vitu vyote tofauti. Okay. Eh, maana Kongo mademu wapo kweli wazuri afu wanavaa tu vitenge unakuta wanavaa vitenge viwili yeah. lakini huku tunakuta wengine wanavaa kama ndo anaita mataiti ndo anavaa. Sasa kwani taiti ni nguo kweli? anaweza bana anatembea nayo hiyo, naona kama sio vizuri. Na nimepata amani na lala, yani sina wasiwasi yoyote ile kuona kwamba eti am ile wasiwasi niliyokuwa nayo Kongo akusema wa kwamba watakuja kuniingilia usiku amna. Um, hata kama nilali kwenye baridi, lakini kwenye mlango wangu mimi sina wasiwasi. Naona kama vile maisha yanaenda, lakini wanasema kijana ni nguvu ya taifa, wai ulikimbia? Kama ni nguvu ya taifa, sio kama vile walivyokuwa nafanya Ingekuwa e, ni nguvu ya taifa. Mi mwenyewe najua kama vijana ni nguvu ya taifa, na kama ni nguvu ya taifa, sehemu ya kwanza uje kwangu uni, uniambie polepole pole na utaratibu, sio nikuja unanishika hata kwenye shule unanishika tu unanipeleka. Hiyo sio nguvu ya taifa, utakuwa nananyanyasa hiyo vipi? Ndugu mtazamaji wa USA Habari TV, Simon Benji, niko maeneo ya huku kwenye vijiji vyetu vya VH zone ya sita na hii hapa ni klasi ya saba na nane ambako nitakwenda kuzungumza na familia kama hivyo wanavyoendelea kuwaona hapo. Niko na kijana, niko na bibi, niko na dada, niko na masisters kama hivyo wote, yani mimi mwana... <coughs> mm, <laughs> kweli eh? yeah, mimi kwa majina naitwa Simon sijui nyinyi. Mimi anaitwa The Love Joy. The Love Joy. mm. uh, mama. Mimi naitwa Mawazo Riziki. Mawazo Riziki. Mawazo Riziki. Dadangu hapa naitwa Nyota Mbala. Nyota Mbala. Ndiyo. Ah, mama. Mimi naitwa Shantali Angelani. Chantal Angelani. Sisi bwana, wana USA tuko hapa ili kuweza kujua changamoto, matatizo ambayo mlikutana nayo kwenye safari kutoka kwetu Kongo mpaka kufika hapa Tanzania. Mlipokelewaje? um, pia malazi ya hapa na changamoto, matatizo kama na hayo. Kwa tunahitaji mtuambie na muambie jamii kila ambacho mlikutana nacho. Nikianza na kaka hapo. Sisi kukutana nacho kwenye njia, tumepita vizuri kwenye njia maana tulikuwa na vitambulisho, bila kitambulisho hakuna kupita. Na kupokelewa kwenyewe, tulipokelewa vizuri, ila shida changamoto ni moja tu kwa sasa hivi. changamoto kwenye tulifikia kulikuwa changamoto mbu, watu kuugua magonjwa fulani fulani kama vile kuhara, kutapika, yani kulikuwa magonjwa kama hiyo. Kwa hapa kwenye tuko sasa hivi, changamoto ni moja kwanza, tunakosa choo, tunachangia kama kama nanili plote nne tano choo kimoja. Sasa hiyo ni changamoto sana na kingine hatujazoea baridi, yani baridi na tusumbua sana yani, kitu kama baridi ni kitu kinye hatujazoea. Sasa tunakuja kukuta mazingira ya baridi mpaka sio wenyewe tunaanza jiuliza, uh -huh. Tumekujia huku kufanya nini? Tumekuja kama tunapata msaada, kumbe msaada wenyewe tunakuja umia kama hivi, uh -huh. Yani ni changamoto zenye tuko nazo sana, okay. Hizo oh, kuhusiana na, ku, na kule tulikotoka, tulitoka sehemu gani pale Kongo? kama mi, mimi nimetoka Baraka Kongo hmm na kilichokutoa Baraka mpaka kufika hapa kilikuwa nini? Kabisa kienye kilinitoa Baraka Baraka kule a kukua vita ila, kulikuwa ile shikashika shika ya wale vijana wanashika vijana wanaingia kwenye, kwenye uaskari sasa. Kile kitu kenye mimi mwenyewe niliona sio kitu kizuri, maana unanilazimisha kufanya kitu chimi mwenyewe sijakiamini kama nitakifanya kiaje kwanza, yani sijui kama kitaendana na mimi lakini ah, sasa anasema kijana ni nguvu ya taifa wao walikimbia. Ah, kama ni nguvu ya taifa sio kama vile walivyokuwa nafanya. E, eh, ingekuwa ni nguvu ya taifa mimi mwenyewe najua kama vijana ni nguvu ni nguvu ya taifa. Na kama ni nguvu ya taifa, ya taifa lazima kwanza uje kwangu uni, uniambie uni pole pole na utaratibu. Sio ni kuja unanishika hata kwenye shule unanishika tu unanipeleka. Hiyo sio nguvu ya taifa, utakuwa na nyanyasa hiyo. Oh, hiyo ah, ndio sababu ile kutoka. Eh, hiyo ni sababu moja wapo. Na ni Aba mwenyewe, hapo ni 28. Hapa naishi mimi mwenyewe hapa. Mm. Mazingira a baridi humu ndani, usiku sana noma sana humu yaani baridi kama kitu baridi hapo. Mimi ah, mwenyewe sijasikia, sija kama niko kiukweli, kama niko mtu maana, mm, sijazoea kuishi kama sehemu ya baridi yani niko kama kwenye maji hivi sehemu ya mtoni ndo niko sasa, yani niko mule mule mtoni mwenyewe sasa, nicho kitu kingine kinanisumbua sana Okay. Bro, tofauti ya Kongo madem na mademu hapa Tanzania, uvipi? Unaonaje wapi ambao wako kali zaidi? <coughs> mademu wote ni kali. Kwa, kwa nini nasema hivi? Kwa sababu kila mtu anaonaga ule demu wake mwenye ako naye ndo kali kushinda watu wengine wote pa. Hey. Kwa hiyo ni seme tu mademu wote ni kali, Kongo na huku wote ni kali, ila shida tu ni mvalio. oh, yeah. Hey. Mvalio wa Kongo na wa huku ni vitu vya tofauti. Hey, maana Kongo mademu wapo kweli wazuri, alafu wanavaa tu vitenge, unakuta anavaa vitenge viwili. yeah. lakini huku tunakuta wengine wanavaa kama, ndo anaita mataiti, ndo anavaa sasa. kwani taiti ni nguo kweli? anaweza bana, anatembea nayo mm hiyo -hmm, naona kama sio vizuri. okay. Bwana mimi ni De Simon naendelea kuongea na najeukia upande wa mama zangu, ili niweze kusikia kila kile ambacho wanacho maoni yao. Dada, habari? Salama. Okay. Dariziki. Um, Kongo ulikuwa naishi sehemu gani kule? Mimi Kongo nilikuwa naishi Baraka ndo nyumbani. Baraka sehemu gani? Baraka pale Matata. Matata. Mm. Maisha pale Matata na ya hapa unayaonaje? Maisha Matata na ya hapa, yani tu ni simple. Kwa ajili Matata nilikuwa nachuuza na hapa nako nachuuza, yani ni sawa tu. Matata uliacha wanaume wangapi? Matata niliacha mwanaume wangu mmoja tu. Na hapo na wanaume wangapi? Hapa mimi sijaona mwanaume yeyote ule, namsubiri mume wangu. Kilichokutoa Matata mpaka kufika hapa kilikuwa kilikuwa kitu gani? Kilichonitoa Matata kunifikisha hapa ni wasiwasi, yaani nyumbani kwetu kuna vita lakini havijafika kumatata kwenyewe, lakini kuna wasiwasi, mara o vimesha kuwa Uvira mara vimesha kuwa fasi fulani. Sasa sisi wasiwasi ndio ikaona, hapana, ah, haiwezekani mi siwezi kukaa hapa na wakati mume wangu mimi hayupo, yuko Misisi bora tu mimi nitoke nikutane na watoto huko Tanzania ila hapa sijaitwa na mtu nimejileta mwenyewe. Hiyo changamoto ambayo unasema kwamba eti ho sijui nini sijui nini, ila tu nimeshukuru kwa kupewa hifadhi okay. Na mazingira ya njia kutoka matata mpaka kufika Tanzania uligharimu shingapi? mimi mm, laki laki mbili, laki mbili. Mm. hivi hujajutia kuweza kulipa hiyo laki laki mbili yako kuweza kuapa? Mimi sijajutia kwa ajili, hapo kwanza mimi naona yani, maisha yangu yako screen kwa ajili mimi napokea kwanza vya bure. Cha kwanza namshukuru yule ni kwa kunipa kwanza nyumba ya bure. Hebu fanya kwanza kuonekana kule. Okay. Cha kwanza nashukuru yule ni kunipatia kwanza nyumba ya bure, ananipa unga wa bure, yani, namshukuru kwa hilo kwanza na nimepata amani na lala, yani, sina wasiwasi yoyote ile, kuona kwamba eti ile wasiwasi niliyokuwa nayo Kongo ya kusema kwamba eti watakuja kuniingilia usiku amna. Hata kama nilali kwenye baridi, lakini kwenye mlango wangu mimi sina wasiwasi. Naona kama vile maisha yanaenda yanaendako. Hapa hapa, ambako ulipo, kuna amani zaidi ya kule ulikotoka, ya kuna amani sababu kule, aah, ilikuwa naishi kama vile siko kabisa. Yani kila mara kwenye mlango mimi naishi kama vile watakuja kunigonga kuniibia, sijui watakuja kunibaka kwa ajili ya mimi wangu. Mimi nilikuwa mtu wa kusafiri safiri sana na lala mwenyewe, sasa mambo kama hayo, wasiwasi ilikuwa nyingi sana. Sasa hapa nalala tu, niko free, yani sina wasiwasi -wasi, tena nalala kwenye hema, sina mlango na kufunga sifungi kabisa. Sasa ndio kwa maana mimi naona hapa hivi ha, maisha yanaenda vizuri kabisa. Endapo itatokea moja kati ya dalili ambazo tumeziacha Kongo zikaja kuonekana pa Tanzania wewe kama wewe maamuzi gani ambayo utakuwa nayo na ni wapi ambako utaona ni bora kukimbilia tena? Mimi siwezi kuwa na maamuzi yoyote ile tofauti na malalamiko yangu napelekea kwa UN kwa ajili mimi nimefuata UN na nimeshapokelewa kama vile mkimbizi sasa siwezi kujiamulia tena. Mimi nitoke niende kwa ruhusa yangu mwenyewe lazima watajua nafasi watakaponipeleka. Hivi Riziki, una watoto wangapi? Mimi na watoto wanne. I mm. Hivi chakula ambacho unakipokea kule stoki, na kizi mahitaji yako ndani ya mwezi mmoja? Akikizi mahitaji, ila tu nimeshukuru kwanza kupata ile nusu kwa ajili Kongo, sisi tulikuwa tupokee, nazidi kushukuru tu, ila akikizi mahitaji, tunazidi kujiongeza. Unajiongezaje? Mimi, yani, siwezi kusema kwamba eti mimi najiongeza nachuruza nini nini, ila tu najiongeza nikipata nusu kama vile Yani, hawajaturuhusu kwanza. Tuseme kwanza kiukweli, hawajaturuhusu. Wakituruhusu tutachuuza, lakini hawajaturuhusu. Nikianza kuchuuza ndio najiongeza na nanunua, yani, nanunua vingine naongezea kwa vile ambavyo mimi navipata. Ule umesema kwamba unajiongeza, tunataka kujua unajiongezaje hapa. Yani, si tumekuta wandugu hapa, ndo tunaenda kuomba, wanatupashia basi kwa uzuri wako akuja kuwa mtu ambaye amekuja kukugonga mlango kakitaji kwamba awe na kutolea moja mbili mbili tatu za baridi ili kuweza kukusegezea maisha mbele? Amna um, sijampata kwa ajili mimi mgeni hapa, sijafanya hata miezi mingapi, yani sijampata kabisa naendapo. uh, mmoja, kama watu kama sisi hivi tukijitokeza kwako kuja kutoa hizo sapoti za kuwakuza watoto wakati mume wako kule Kongo, uh, tutakuwa tayari kuweza kuwapokea ama kutakuwa na mambo mengine ambayo tutaweza kuyaweka ili kutengeneza sawa. Amna um, mi siwezi kwa ajili mi namsubiri kwanza mme, asipokuja ndo ntajua mambo mengine hapo baadaye, lakini namsubiri kwanza. Me, miaka miwili miaka mitatu, akija haya maisha mengine yanaendelea, asipokuja ndo najua mengine ya kufanya okay. mama na <coughs> watoto wanasemajisalamatuweli uh, hivi uh, safari ya kutoka pale Kongo mpaka kufika hapa wewe uligharimu shingapi? Sisi tulikuwa familia nyingi, na familia yangu mi ilikuwa na watu saba, wifi yangu alikuwa na watu tisa, na mwingine alikuwa na watu nane. Hapo ndo tukaanza lipa kichwa cha mutu dola makumi mbili za Kongo dola ishirini, yaani Mwenye alikuwa na hela ndo alikuwa analipa. Mimi sikuwahi kuhesabia zote kazi zilikuwa ngapi, kama tuliishia hata kuma 500 dolare zinaweza zinafikilia vile hata masisa. Eh, pindi mlipofika pale Kigoma mlikofikia, Kiswahili cha hapa na Kiswahili cha Kongo ulipata ugumu wa kuweza kusikia ama ulikuwa unaelewa kila ambacho ulikuwa naambiwa? Ha, nilikuwa nasikia me kuongea yangu na ya wakati ilikuwa tofauti wa, wa kutoka Kongo, me tulikuwa naongea ongea hivyo hivyo tu tunasikilizana tu hivyo hivyo. Pindi walikuuliza una miaka mingapi kwa Kiswahili cha hapo, ukajibu una miaka mingapi? Ishirini na tano, niliongea vile tu, nilisikia wengine walikuwa washasemasema hivyo, lakini kwa kawaida na hiyo hiyo ndio miaka yangu, nilisema hivyo 25. Una miaka 25. Kwao ni mtoto wa <laughs> 2000. Oh my god, what the fuck man? <laughs> Okay, mtoto wa <wefumbili. laughs> 2000. Na miaka yako 25. Ishirini 30, 30. Ah, una miaka Ah, salasini, salasini. ah, ah yeah. <laughs> yaani miaka makumi tatu yes. <laughs> so miaka makumi mbili na tano, Sh uh, salasini na tano. Ah, makumi tatu na tano. Ndio. Ah. Kwa umesema Kiswahili cha hapo unakielewa vizuri? Ni kwa kisikia mzuri. Kuongea tu ndo na naongea ile yangu tu ya kwetu. Eh. Hey. Mtu akisema hapa na shilingi elfu themanini na tano kwa Kiswahili cha Kongo anataka kumaanisha, kama mimi sielewi na muulizia. Mimi namwambia mimi niko ngai natoka Kongo, niko mgeni hapa. Sielewi hiyo makute nyo naniongelesha nitaelewa aje. Wako pa... wako nanielewesha pale. Pale Kongo ulitoka sehemu gani? Kuvira vira ndiyo. Um, tumesikia pale Uvira ndo palikuwa moja kati ya wasiwasi mkubwa sana. Nini ambacho ulikiona kikakupa wewe uoga um, na hofu ya kuweza kukimbia pale Uvira? Yani, masasi yalikuwa nalia sana, walikuwa naipiga ovyo ovyo watu wote wakaanza kimbia, kwanza wakubwa wakubwa ile mwingine wa mer de la ville na bengine na bengine kukimbilia Kalemie, ndo masasi ilikuwa napigwa tu ya mingi ya mingi sana kuiba. Tukaona hata tuwezi siporte hii masase omwe, tutoke kupita njia Burundi, ya Burundi hapa kukuwa namna juu, walikuwa nakata wanaume wasivuke, ndo tukakata gezi shie, tukapenya usiku, tukakata gezi. Tukapanda hadi Rumonge, hatukufika Rumonge, tena tukakata gezi, tukazunguruka nje ya Burundi. Tukaja fika mpaka ya Burundi na, na Tanzania, na ndo tulikia ingia Kigoma. Hiyo mawasiwasi tu masasi tu kupigwa pigiwa, e, ba M23 banaingia, oh, ba M23 baisha kuwa wapi? Hatukubaona kama tulikimbia ka tu ile masasi tu kupigwa pigiwa ovyo, mwingine na kupora pora watu. Na endapo labda ungepawa nafasi ya kuweza kusimamia ule mji wa pale kwetu Uvira ukapewa nafasi kwamba utakuwa maire de la ville, na hiyo ndio ikaja kutokea nini ambacho ungilikuwa nacho kwa kuweza kuzuia hiyo wasiwasi kuweza kutawala katika mji wetu wa Uvira? Mm, wakati mawasiwasi inafika vile, hata mkubwa hana muda wa kusimamisha, ili kazi inapashwa tu ikikuya, anatoka kwanza. Juu ukisimama pale, mie ndio mkubwa nisimamie, unaweza kia kufa tu bure. Unapashwa kwanza utoke, hata uko mkubwa unatoka unakimbia, baadaye unakirudia. Baadaye hata kama ningekuwa mie ndo niko ile nafasi ningekimbia kwanza, hata na mimi pia vile. Na hapa hapa kwako, uko na watoto wako, familia ya watu wangapi? watu saba. Chakula ambacho unachokipewa je, kinakidhi mahitaji yako? Ndiyo, yanafika. Tulipokea turua ngao wa kwanza, chakula ya wiki mbili ilitufikisha hivi sasa. Tunapokea ya mwezi, tungali na ikula Hatuyajua kama itafika wala haitafika, tungali tu katikati hivo. Huduma gani ambao umeikuta hapa na ukasema kwamba hii huduma ni bora na tena iweze kuongezewa vitu vingine bahazi kwenye huduma hiyo? Basi huduma tu ni nzuri, juu tunapokea chakula cha bure, tulipewa manyumba ingawaja kwenye tunahifadhiwa. Maji ni mengi, baridi ni ya mingi kwa hii muda hivi tuko mkipwa baridi ni ya mingi, wakati ya mvula maji itakuwa ya mingi hapo tu, lakini kuvingine vyote tunaona tu ni sawa tu. Mungu ambariki uyuwe ni mwenye alitufanyizia hivi. Umesema jina yako nani? Chantal Angelani. Ya muda wote niko na Chantal na namsogelea dadangu pale ili tuweze kuongea naye naye atuambie yake ambayo yapo ndani ya moyo. Mambo? Poa. Um, <coughs> Sawa. Sawa kabisa. Na umependeza dada. Okay, merci, uzuri wote umegharimu umegharimu shingapi mpaka wekuwa mzuri? Ah, si kwa gina gharami hata kitu kimoja. Ugharami kitu hata kimoja? Ndiyo. Basi jaribu kusogea kidogo. Okay. Iyo kofia mechukua shingapi? Kofia, sijui bei ila kakangu alinisaidia nayo. Kakangu amekusaidia? Ndiyo. Evi mtu akisema Tanzania kwako inakujiaje? Jiaji, kwanza kwa raka raka. Tanzania. Mtu akisema tu Tanzania kama Kongo ina niingia aje kuroho wewe? wewe Tanzania, mtu akisema Tanzania wewe unaisikiaje, unaipokeaje ilo neno Tanzania kwa upande wako? Mimi naipokea tu, ni neno la lazima tu, neno la kawaida kabisa, neno la kawaida ndio. Ko Tanzania na Kongo unaelewa nini? Tanzania na Kongo ha, ningali naelewa Kongo kabisa, Tanzania sijaielewa. Sawa, ndio. Unaelewa Kongo kiaje? Kongo ndo. Ulikuwa naishi sehemu gani pale? Mimi nilikuwa naishi Misisi Sisi. ndi ah, kule wanasemaga Misisi mlango wa Zambi huo mlango unakwaga unapatikana sehemu gani pale Misisi eh, wanakwaga wanatia tu kitablisema pale mwanzo wa mgini ndo wanaandika hivyo, lakini ukikaa amo hamuna vile, vile. ndio nini ambacho kinakuwa kinapatikana sana pale misisi na eh, kinakuwa mpaka kina, kina, wakafikia kuweza kuweka hiyo, uh, nani ya Misisi mlango wa dhambi? Nini ambacho kinafanyika mle ndani mpaka wakafanya hivyo? Ah, Misisi watoto wanaharibika sana juu ya hela. Mtoto akienda shuleni, baba nipe hela, akitoka shuleni, baba nipe hela. Yani wanaenda wanalaliwa laliwa Mazingira isiyo kwa sawa juu ya hela. Wanapenda pombe sana. Wanalala mtoto anamaliza wiki mbili ajue nyumbani kama kuko waje na babake yaani babake amulizi. Mtoto anaishi tu huko tu mwa ile mazingira ndio maana wanaandika hivyo. Lakini sio wengi wanaadhibika lakini ni wachache sana. Eh, ndio hivyo. Ah, wewe uliwahi ul, ul, ul, ul, kufanya hivyo mara ngapi pale Misisi? Mimi? Ah, uh, mimi kwanza sikuvifanya juu niliogopa baba yangu. E, nikaogopa baba yangu kabisa ni, yani hata pombe sigusagi tena, nikenda ingia mkanisa mamarikia, yani ukikunywa wanakutoa, na mimi napenda kanisa, jua kucheza, ntakunywa nta vile, hapana, bora niache kwa hapo. Unajua kucheza eh? Najua kucheza sawa na, sa, na tofauti sasa ya misisi na apa ambako ulipo unaona vipi eh Naona mazingira ya mu kambini iko vizuri kabisa ma, mazingira ya, ya Tanzania iko vizuri kwa nini? Iko vizuri juu niko nalala sioni mtu wa kunigonga, siingilili. Juu tulikuwa nakatiwa kabisa wabandi wanatukata kabisa mumwili umo kama vile nyama inataka chomeo. Lakini hapa napewa nyumba ya bure. E, japo yetu li nani hela kabisa walitukula hela za bure kule kwenda Kigoma. Lakini tulishukuru, yeye alitupokea na akatufazi hapa. Tunamshukuru tuna sana tena sana, japo wetu tunalala kubaridi. Sasa hii mazingira ya baridi hatutaiweza sisi, tunataka tujenge, tujenge kabisa hii manyumba na si tuanze lala mujoto, yaani si wote tuko beusi sana kama vile balunguza ipa makala. mm -hmm. E, ko ombi lako kwa yeye ni kwamba mwezi wa saba mwanze kujenga? E, ndo nataka hivyo, ni jenge Ukibanika kwamba umejenga nyumba ya tofari bila ruksa, nini ambacho mnafanya? Tuliambiliwa mpaka rusa, wataturuhusia mwezi wa saba kwenda kubeba kitambulishi huko. Na humu ndani ya nyumba yako unaishi na nani? Naishi mimi mwenyewe, watoto sina. Mtoto nilizaga mtoto mmoja akafariki. baba, baba, baba nani? Hayupo? Ndio, hayupo. Alibaki kwa Kongo. So, nini sasa kilichokufanya wewe kikakutoa pale Misisi ukaja unakimbilia Tanzania? Nini kilikukimbiza kule? Mimi mimi cha kwanza nilikuwa nabakia na baba yangu na mamangu wa kambo na garsu wetu mmoja. Yaani kaka yangu ndio nilikuwa na nilikuwa nachuruza samaki Misisi Yaani papa alikuwa kusafiri sana, anaenda ngambo za Sarmabila, anaenda ngambo za Kilembwe. Sasa huyo mtoto alikuwa anasoma. Kumwezi kulipa kenzi mili. Kumwezi kulipa kenzi mili. Navalisha mtoto, nalipia mtoto ingine miezi papa anamlipia naona nachoka. Mi wote nagonda tena mimi sikukua na kaa pale kwenye kwa baba yangu. Nikaanza lipia nyumba pale shambre. Nikaanza lipia ile shambre kumwezi elfu kumi na tano, kumwezi elfu kumi na tano. Nilipe elfu kumi na tano kumwezi ya nyumba, nilipe elfu kumi na tano ya mtoto, ni vale mtoto avale. Hata nikaona akili nachanganikiwa, acha nifanye nini? Nitafute hela niende kwenye kwa mama yangu huko kambini. Nikamwambia mama, natavuka basi. Nikalemesha nika kabisa, nililemesha kama siku ngapi, nikapata yani, nilipata ka 1000 fr ndo nikakia nayo hadi Uvira, tukaibadilisha siku ibadilisha. Tukavuka hadi huku, lakini hiyo Kiswahili kabisa nilikuwa bado sijielewa, hata unaweza kunipa hela. Ah, zilikuwa zinaenda, tunafika pale mpakani. Eti hapa, tukampa elfu sabini ya Marundi. Tulipie pale elfu kumi. Anatuambia hapa mtapata elfu kumi na tatu. Sasa hiyo kumi na tatu hatuijui hata hatuyaionaga. Sasa hapa kuko tu buku. Najiuliza buku ni nini? Inaweza kuwa ni ile kaya yetu na kwa kaka tuna Tuniandikia Kongo. Ah, subiria tunikae hapa nasubiria buku sioni nasubiria buku sioni eti hii eh, ndo buku eh, naku hadi nyumbani kabisa walitubeba kwenye bei boda akatubeba tena kwingine laki moja akatufikisha hadi hapo kwa tatia yangu hapo kwa babu tukakaa kwanza pale tukakulia fete pale u mwezi wa tatu tukasikia kigoma kunafunguliwa tukatafuta tafuta tena nilikuwa nachuruza tena mchicha wenyewe wa humu ni hivyo hivyo tu eh hey, ni hivyo hivyo kama una fomo kabisa humu, niliona ni kuhangaika. Tukapata tena buela tukaenda Kigoma, kichwa cha mtu moja 80000 80000 Tukapanda tukaenda kule tukapokelewa, tukashushiwa DNMC NMC mpaka hapa, tukashukuru tuka Mungu akakiatupatishia mafazi yetu hapa tuishi hapa okay. Hey, ndio hivyo kabisa koo hicho ndo ambacho umeweza kukimbia. Sasa ulichokikimbia kule ni vita, wasiwasi wasi, ama ni gharama za kumlipia mtoto wenu shuleni? Mimi ni gharama za kulipia mtoto shuleni juu, nilikiaga zamani kulikuwa zamani hivyo vyote vya vita mm. Ko ndo ulikuwa unasubiria upate kadi, ndio baada ya kupata kadi. Na unaishi mwenyewe maisha ya pale nyumbani kwa mama na maisha unavyoishi wewe mwenyewe, unaona kipi ambacho kinakujia kizuri na

n huru tu ni hela zako naenda zitia kwetu, baadaye mimi naondoka, siwezi enda kuburi. Uh, sijasema kwamba kuoa yani, ile ali labda tuje angalau tukusaidie elfu tano elfu sita elfu kumi ya kuweza kukupiga hatua uh, ya, siku. Ya aa, sawa, naweza nikawa tayari uh, mm, tiari kabisa kwa mwanaume ambaye atakuwa na keka elfu tano, ananaas anapata kula hivo Siku ziko naenda na tunasaidiana hivyo na maisha iko naenda mbele. Okay, sema neno moja kwa ajili ya wana USA Habari TV. Ya, ya wana nani? Wana USA Habari TV. Awali. <laughs> Sema neno moja kwa hapo, soma hapo kwanza. Ni, nisome neno kwa ba... Soma hapo. Us... Usabari. Uh-huh. Ndio niseme aje? Sema, sa... sema chochote kile ambacho unakiona kitakuwa ni bora ukiambia hawa wafuatiliaji wa hii Uh, shene kwamba wakikisikia na watapendezwa na maneno yako, eh, yani hapo ndo sijapata majibu kabisa, ningali nafikiria, lakini inanipiga tafu. Basi tuseme shukrani kwa muda wako, okay. Bana, ulikuwa nami Simon Degrit, behind camera amesimama Maro Pro Maro, kama Maros designer